Polisi jijini Dar es Salaam wamewatawanya kundi la vijana waliokuwa wakijaribu kuandamana katika eneo la Kimara Kibo, umbali kati ya Ubungo na Kimara, wakati huu wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania unaoendelea hivi sasa. Mashuhuda wamesema kundi hilo la vijana lilianza kujikusanya karibu na kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo lilifungiwa hivi karibuni, kanisa hilo la Askofu Josephat Gwajima ambaye alikuwa mbunge wa chama tawala CCM kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka huu. Gwajima amekuwa akijulikana kwa misimamo yake ya kupinga vitendo vya utekaji na ukiukwaji wa haki za binadamu, hatua ambayo iliwahi kumweka kwenye mvutano na mamlaka za serikali. Hadi kufikia muda huu, polisi wanaendelea kudhibiti hali ya eneo hilo, huku magari ya doria yakionekana katika barabara kuu ya Morogoro.